Wakielezea ajali hii, baadhi ya majeruhi wakiwa hospitali ya halmashauri ya mji wa Handeni wakipatiwa matibabu, baadhi yao wanasema, tulivyokuwa tunaenda sokoni, tulivyokuwa tumefika Msente pale, gari lilianza kuzima na kupoteza upepo, dereva akasimama, akaitengeneza, tulivyoamka tena pale, tunavyoshuka hivi, ilianza kuzima, alivyowasha Ndo hapo hapo ikapoteza upepo, ndo hapo hapo ikaanza kuenda mbio karibu na darajani pale, ndo akaidondosha nao. Mashuhuda wa ajali hii pamoja na baadhi ya viongozi waliofika hospitalini hapa kwa ajili ya kuwajulia hali majeruhi wanasema hapa tumepata ajali mbaya, ajali ni mbaya sana somakweli ajali ni mbaya sanagari likuwa an kmizigo ya afanya biashara kutoka ndani mjini kukwenda kirindi hapo sehemu za Mabaranga, ilivyofika katika, katikati ya Msente na gari lgali <laughs> iliferi ikaanguka. Mpaka midahii tunavyoongea kuna watu wawili wamekufa hapa, wengine majeruhi kama nane kwenye stari ya, ya, ya, ya Bomani hapo, ilikuwa tunatoka andeni tukawa tunateremkia tunaelekea Mabalanga, tukawa kwenye gari yetu ya mizigo, gari ikafeli breki. Baada ya kufeli breki, basi ikawa mwendo hivyo, ndio tukapata ajali, gari ikapiga chini, basi tukapoteza mwenzetu mmoja hapa, mmoja akafia hospitali. Tukio hili linasikitisha kwa sababu kuna, tumepata habari kwamba kuna watu ambao wamepoteza maisha, lakini wengine wameumia lakini kwa ujumla niseme tu kwamba wafanyabiashara tunapokwenda kufanya biashara zetu, ni bora mizigo ikaenda na gari peke yake na wewe ambaye ni mfanyabiashara ukapanda chombo kingine ambacho ni salama. Nitumie nafasi kutoa pole kwa wenzetu waliopoteza ndugu, lakini kutoa pole kwa majeruhi wote, Mungu awape, afanyiwe pesi, wapone kwa haraka, lakini kubwa zaidi ni kuendelea kuwaomba wamiliki wa vyombo wa vya usafiri kuhakikisha magari ambayo wanayatoa yawe yanafanyiwa service. Lakini la pili ni wenyewe wanaofanya biashara kuangalia magari ambayo yana usalama zaidi badala ya kuangalia magari ambayo yanaonekana kwamba yana changamoto. Maanake inafika mahala gari yenye changamoto ndio inapelekwa mnadani, hii si sawa. Niwaombe tu kwamba wenzetu wenye vyombo vya moto wanapotoa magari haya kuyapeleka mnadani, wajirizishe na namna ambavyo magari haya yapo sawasawa, lakini mwisho ni kuliomba jeshi letu la polisi kuendelea kusimamia kama ambavyo ilishawahi kutokea tukaweka maazimio ya magari haya kuto kubeba abiria na badala yake yabebe mizigo na wale wafanyabiashara wapande mabasi. Hii akiongea kwa njia ya simu asubuhi ya leo. Mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Handeni Dr. Hudi Shedadi amesema waliofariki jana siku iliyotokea ajali ni watu wawili lakini leo ameongezeka majeruhi mmoja, na idadi hiyo sasa kufikia watu watatu waliopoteza maisha, huku majeruhi wengine wakihamishwa hospitali za rufaa ikiwemo ya Bombo pamoja na Muhimbili. Ah, majeruhi wanaendelea vizuri mpaka asubuhi hii. Nadhani walikuwa wamebaki majeruhi wa nne, lakini kuna ambao tuliwapa rufaa ya kwenda Bombo wawili, mmoja alifariki akiwa safarini, ambao wametoa rufaa mpaka sasa hivi ni wangapi? Wow, ni watatu. Katika hawa watatu, watatu. Watatu, watatu ndio mmoja yule ambaye amefariki, kwa hiyo so, wawili wamefika salama.